Hivi nikikwambia kwamba kuna mtu ana nyota ya simba, punda ama samaki, unaelewa nini? Linaweza likawa ni kitu kigeni sana katika masikio yako, lakini nisikilize mimi, kipo kitu ambacho utakielewa. Watu wenye nyota ya simba, watu hawa walizaliwa Julai tarehe 23 mpaka Agosti tarehe 22. Je, ni nini ambacho unataka kukijua kuhusiana na simba? Nisikilize mimi sasa hivi. Watu hawa katika mapenzi, wanapenda kujipangia kwenye maamuzi yao na hawapendi kuingiliwa kwenye maamuzi yao, yaani uhuru wao wanalazimisha watu kufanya jambo na jambo hilo lisipotimia wanakuwa wakali sana. Wana tabia ya kuonyesha ubabe ndani ya mahusiano yao, wanaweza fanya jambo bila kuogopa kitu chochote na bila kujali watu wengine. Wanawake wa nyota ya Simba mara nyingi wanakuwa ni watu wenye majukumu makubwa katika familia zao na wanategemewa sana. Ni watu wanaosimamia elimu za watoto wao. Kwa mwanamke anakuwa ni mwenye kujiamini, mwenye maamuzi magumu, mara nyingi ni watu ambao wanakimbiwa sana na waume zao kutokana na ile hali ya ukorofi wao. Inafika wakati mwingine ni watu ambao hawana huruma, hawawezi kujali. Vitu hivi vimewaletea hasara upande wa mahusiano, hata kuvunja ndoa zao, kuona kwa kuona kwamba wao wanaweza fanya maamuzi ya kutenda vitu ambavyo wanaume wanafanya na hata kufanya maamuzi ya kuishi peke yao. Hii ni kutokana na kujiamini kwao, hasa wanapokuwa na nafasi nzuri katika uongozi au mabiashara zao. Kesi zao mara nyingi ni kama nina mwanaume lakini ananitegemea mimi. Mara nyingi si watu wavumilivu katika ndoa pale maisha yanapoyumba. Kwa upande wa Simba, hata kwa wanaume, wanapenda kulazimisha vitu, wanakuwa wajasiri katika kusimamia kazi zao. Mavazi, ni watu ambao wanapenda kuvaa mavazi ya rangi ya njano ama mavazi ya kumeremeta. Siku yao nzuri sana ni si

Nadhani hapo na hamu ya kujua ni nyota gani ambayo itafata. <laughs> Sikiliza habari ya mbuzi: waliozaliwa mwezi wa 12 tarehe 22 mpaka Januari tarehe 19 ni watu wenye kuhitaji nyumba ambayo ina amani ili kuishi ukamilifu, mwenye malengo, mipango na matarajio makubwa. Ni mtatuaji wa matatizo kwa vitendo na mpangiliaji mzuri wa mambo mtendaji, ni mwenye mipango na mfuatiliaji wa mipango. Kuipata habari hii kwa urefu zaidi next episode, yani wakati ujao utaipata vizuri kuhusu habari ya mbuzi kwa wale waliozaliwa tarehe 22 mwezi wa 12 mpaka Januari tarehe 19. Kumbuka kufanya kitu kimoja tu kusubscribe, kulike na kucomment. Nikutakie siku iliyokuwa njema na yenye baraka na mafanikio tele. Asante na endelea kuwa nasi.